Yes, mwana sawasawa digital, kama umekuwa ni mfuatiliaji wa nyimbo za Marioo au e, kolabo kati ya Marioo pamoja na Jaivah zimekuwa ni kolabo ambazo huwa zinaondoka sana, na hii ni kutokana na vibes ambazo huwa wanakuwa nayo kwenye nyimbo. So katika studio au katika maandishi e, wamekuwa ni watu ambao pia wanafanya poa, lakini pia collaboration ya, ya kwake, e, ukiona yumo ndani, yuko Marioo, yuko Jaivah, yuko Chino Kid huwa inakuwa ina, ina vibe sana inakuwa ina vibe sana. Hata ukiangalia ngoma ya supu iliondoka sana eh? lakini pia ni moja kati ya ya, ya, ya wasanii ambao pia wanaonekana wana ukaribu mkubwa sana. Sasa kuna kionjo cha nyimbo ambayo tutegemee itaweza ikatoka au ni kionjo tu umeweza kutuonyesha, lakini kuna makubwa yanakuja kutokea eh, kutokea hapa Tanzania, lakini pia na kolabu hii itamhusisha msanii kutokea kule Nigeria. Watu wengi wanamfahamu kwa jina la eh, Wurld ndio anatumia kule kwenye eh, Instagram. Sasa mwanamuziki wa Nigeria Wurld ameweza kushare video fupi kupitia mtandao wake ya kijamii nikimaanisha Instagram, ikiwaonyesha eh, akiwa studio na wasanii wa Bongo Flava Mario pamoja na Jaiva. Video hii imethibitisha uwepo wa korabo mpya ambayo inawahusisha wasanii hao watatu nikimaanisha Jaiva, eh, Mario pamoja na Wurld kutokea kule nchini eh, Nigeria. Sasa Wurld anayefahamika kwa miondoko ya kipekee ya Afro Soul and Afrobeats anaonekana kwamba kufurahia muda wake wa studio sambamba na Marioo pamoja na eh, Jaivah, wasanii wanaozitawala sana chati za muziki kutokea hapa eh, Tanzania. Mashabiki tayari wameanza kuonyesha matarajio makubwa kabisa, wakiweza kuisubiri kwa hamu ladha na mchanganyiko wa Afrobeats pamoja na Bongo Flava kwenye wimbo huu mpya. Tunajua kwa wenzetu wa Nigeria eh, sisi tunaita Bongo Flava lakini wao wanaita Afrobeats. E, eh, tunakumbuka kwamba hata pia Harmonize pia alishai kutoa albamu yake masuala mazima ya Afrobeat. Mani mimi alikuwa anachanganya changanya sana mle na ilipokelewa sana sana sana. Sasa tusubiri hii collab ambayo inategemea kutoka ya eh, kwa Kijai pa Marioo pamoja na Wurld kutokea kule nchini eh, Nigeria itakuwa ya namna gani? Kionjo ukikiona hicho unaona kabisa kwamba itakuwa ni bonge moja la ngoma hit song kubwa sana ambayo kila mmoja anatamani kuisikiliza. Uh, pale itakapotoka, so endelea kutufari sisi kama Sawasawa Digital kwa sababu ikitoka tu ngoma, sisi ndio tutakuwa watu wa kwanza kupatia taarifa hii kuhusiana na e, ngoma hiyo. Habari kingajani mwako, tunakwambia ingia e, kwenye YouTube yetu, lakini pia subscribe pale channel yetu ili kuweza kupata taarifa nyingi zaidi zilizodari kabisa dhatani